Inanipa faraja kuwatangazia kuwa natafuta vijana mia mbili wasiopungua mia mbili ambao wako tayari kusoma kwenye chuo chetu cha Kampala International University, na hao vijana mia mbili watakao kuwa tayari kujiendeleza kimasomo kwenye hichi chuo kuna punguzo la asilimia hamsini ya ada kupitia ujio wangu hapa. Kwa hiyo e, asilimia hamsini kwa kitu chochote lazima na wewe utabike tabiki, ikiwa bure sana naye ni changamoto. Au sio fursa? Oye vijana, oye viva vijana viva, viva vijana. Anavio mpo. Mpo au niondoke? Na hii ofa niondoke nayo, nishikilie hapa hapa. Natafuta na vijana mia mbili ambao watakuwa tayari kujiendeleza kwenye hichi chuo chetu, mtapata punguzo la ada la hamsi, asilimia hamsini. <tos> <tos> <tos> Hey, lazima tujiendeleze lazima tutamani kupiga hatua mbele.